ya kutuaga wanaenda kutumika pengine kule ofisini pamoja na watumishi. Sisi wachungaji tulikuwa bado tunatamani kuendelea kuwa na pasta, na tulivyosikia zile taarifa, dhani ilikuwa ni Jumapili kama sikosei, kwenye group watu wali ah, walisema aisee, pamoja na kwamba kazi ni popote, lakini mbona ilikuwa ni mapema sana, mbona <laughs> ilikuwa ni mapema sana lakini basi kazi ya Bwana katika kanisa la Waadventista Wasabato ni kazi ya kiulimwengu, na sisi wachungaji ni wa chung, watumishi popote tunapoitwa tunaenda. Kwa hiyo muda wa pasta kuenda kule Morogoro umefika, na sasa anataka kutuaga na mama. Tulikuwa tumemisi shemasi wetu sasa, sijui yaani <laughs> lakini basi hapa duniani tunaagana, muda wa kuagana huwa sio mzuri. Ukiona muda wa kuagwa umefika na watu wakafurahi, basi walikuwa wanasubiria uondoke <laughs> lakini katika hali ya kawaida kuna masikitiko. Kwa hiyo sisi tunakukaribisha Pasta uje, mnakukaribisha kwa ajili ya kusema neno la kutuaga uje na mama <laughs> karibu Bwana Yesu apewe sifa. Nipende kuchukua nafasi kumtukuza Bwana aliye mwema, ambaye anatupatia uzima na afya, ametuwezesha kuwepo katika ibada ya leo. Mungu apewe sifa. Ya, tumesimama mbele yenu tusichukue sana muda kwa kutoa shukrani, kuwashukuru washiriki wa Mbezi Luis kwa ushirikiano na umoja. Sisi ni washiriki wa Mbezi Luis na ninyi ndio walezi wetu, mlikuwa mnatulea na tumeleleka vizuri na mnajua kulea katika mambo mengi, mulikuwa karibu nasi, hata kututembelea pale nyumbani. Wamefika wazee wa kanisa na mchungaji, wamefika wametutembelea. Lakini pia, wakati tulipopata msiba, mlitushika mkono Tulipokuwa na harusi ya kijana wetu, mlikuwa pamoja nasi na katika mambo mengi mmekuwa pamoja nasi, hata mkaenda mbali mkamchagua mama kuwa shemasi. Akaniambia hivi nikubali, nikasema ni kazi ya Bwana. Basi amekuwa shemasi na amekuwa akitumika vizuri. Kwa hiyo basi, tumekuwepo hapa miaka mitatu, tumetumika katika jimbo hili la Seki, lilikuwa ni jimbo kubwa, jimbo kubwa. Wakati mwingi mama alikuwa anasema hivi, wewe hauwezi kusali hata mara moja Mbezi Luis. Namwambia sasa, yako makanisa mengi sana, lakini anasema si siku moja upange. Yalikuwa makanisa mengi kweli, na mimi nilitamani kufika kila kanisa, lakini namshukuru Mungu hata hivyo, yaliyobaki ni machache ambayo sikufanikiwa. Jimbo lilikuwa kubwa, lakini tunamshukuru Mungu likagawanywa na kuzaa firidi mbili. Hili lililobaki angalau hata ukiangalia kwa macho unaliona ni jimbo ambalo sasa si kubwa sana. Sasa kwa miaka hii mitatu, eh, niseme jamani, tumeona ushirikiano na umoja na upendo tumeona moyo wa utoaji mkatoa, na kuwezesha kazi na shughuli za maendeleo ya conference, lakini uinjilisti haukuwa nyuma. Tumepenya na kufika maeneo mengi ndani ya miaka mitatu, tumeziingia kata mia moja na kumi na tatu. Kata mia moja kumi na tatu haikuwa kazi dogo, haikuwa jambo rahisi, lakini ni kwa sababu ya makanisa ambapo ni wewe na mashiriki wengine tulipoungana na kutambua wito wetu kwa ajili ya kanisa. Sasa yako mengi ambayo naweza nikazungumza, lakini ni washukuru kwa kutoa tukajenga ofisi. He, imeisha sasa hivi wako kwenye finishing tu, kwa hiyo wako floor ya pili, ambayo floor ya pili imebaki kumalizia, alafu waendelee. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kutupa ushirikiano kwa kutoa. Bwana wabariki sana. Yako mengi ambayo ninaweza nikasema, lakini kwa kweli tumebarikiwa kufanya kazi seki, tumebarikiwa sana kwa namna ambavyo kila mahali tulipoenda, tulipo tulipokelewa. Wazee wa kanisa walioanza ule mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu, hebu punga mkono tulikutana pale, asante. Tulikutana Ilala, kanisa lilijaa, wazee wa kanisa tulipanga mipango, tuliweka njozi zetu, tukatembea katika hizo. Kila wakati tumekuwa tukikutana na wazee. Mwaka huu nadhani ndio hatukupata nafasi, lakini hii miaka miwili tuliwaita wazee na kukaa pamoja kutathmini kazi na kuona nini cha kufanya, na Bwana alitubariki. Wazee walikuwa wazee wazuri wakitoa mawazo mazuri na ushauri mzuri na tulitembea katika hayo na kazi ya Mungu ilienda mea. Sasa Bwana akasema imetosha, imetosha kuzunguka mlima wa Seiri, mnatakiwa muondoke. Kwa hiyo sasa, katika sesheni hii, uchaguzi bado unaendelea, lakini basi ilikuwa ni Jumatatu, wakati sisi tukiandaa mikutano yetu. E, mikutano yetu tulikuwa tunaandaa, hapo ndipo nilipopokea simu. E, nilijua ananiuliza habari ya maandalizi, na kweli akaanza vizuri. Ah, mnaendeleaje huko seki? E, maandalizi, nasema hapa tunaendelea vizuri, lakini nikashangaa, nasema sasa kikao kimekaa hapa. He, he, nikajua tayari <laughs> umeitwa kuja kutumika isitio na sisi wachungaji tumejifunza kuwa tayari wakati wote, kasema kama Bwana ishivyo, niko tayari. Kwa hiyo wapendwa, hata zamu hii ya kusimama hapa ninasimama kwa kipengele cha ushirika wa kanisa, lakini sio mwenyekiti wa SEC. Hapana, nilimwomba mchungaji, nikasema mchungaji, nakuomba sabato hii kabla hatujaondoka, tuje tuwage washiriki wenzetu wa e, Mbezi Luis. Kwa hiyo jamani, tunashukuru sana kama nilivyosema, na tumepata marafiki wengi. Kwa hiyo ninyi mmekuwa marafiki zetu, na wengine tutakutana mahali, na si rahisi kushika kila mmoja au kumkumbuka kila mmoja. Wako wale watu ambao hata mkikutana wakati wote unaweza ukawakumbuka lakini wengine tunaweza tusiwakumbuke, ila mama, kwa sababu amekuwa shemasi, nadhani yeye anaweza kukumbuka wengi zaidi kwa hapa, kwa kanisa hili la Mbezi Luis. Nami ninaweza kukumbuka wengi kwa kuwa nimezunguka seki, naweza nikakumbuka wengi zaidi. Na wale ambao hatuwezi sikakumbuka, basi wewe sema tu kwamba ninatoka kule e, seki kanisa la Mbezi Luis, nami nitafurahi sana. Asanteni sana na tunapenda kuwakaribisha kule ETC kule Morogoro, makao yake makuu yako pale Morogoro, sehemu inayoitwa Musufini. Hapo ndipo makao makuu yapo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, karibuni sana na jamani, tuwatakieni baraka za Bwana, mwendelee na mzidi kusonga mbele kwa kazi ya Mungu ambayo tumeitiwa. Musigombane, mpendane, muwe na umoja mshikamane, ili mpokee Roho Mtakatifu. Kitu cha pekee sana, binafsi nikiangalia, namwona Yesu yuko karibu kuja. Yesu yuko karibu kuja, hayuko mbali. Kwa hiyo jiandaeni. Bwana akipenda siku moja tukutane katika makao ya milele asanteni sana, na Bwana awabariki.